Haleluya, haleluya, mtu wa Mungu, ninapenda kukusalimu katika jina la bwana wetu Yesu Kristo. Mtumishi wa Mungu, mtume na nabii James Onea wa huduma ya Gurudumu la Kinabii anapenda kukualika wewe mkazi wa Dar es Salaam na nje ya mipaka ya Dar es Salaam katika ibada ya kiagano ili kuharibu mauti. Ibada hii ambayo itaambatana na ushirika wa meza ya Bwana itafanyika hapa hapa Bustani kwa Bwana Kinondoni Shamba siku ya jumapili ya tarehe sita mwezi wa nne mwaka 2025. Kuanzia saa mbili kamili asubuhi hadi saa tano na nusu asubuhi. Lakini pia mtumishi wa Mungu atakuwa mubashara kabisa kupitia chaneli yetu ya YouTube inayofahamika kwa jina la Maombi Madhabahuni, ambapo muda wa saa nne kamili mtumishi wa Mungu atakuwa akipanda madhabahuni kutuhudumia. Je, ni eneo gani kwenye maisha yako limetawaliwa na mauti? Ni eneo la uchumi, biashara na fedha au mahusiano, ndoa na familia? Je, ni eneo la afya, elimu au zao? Mtu wa Mungu, huwa na uhakika kabisa chochote ambacho kimekufa, huwa na uhakika nyumba pili hii kitahuishwa tena. Alika ndugu, jamaa na marafiki ili waweze kuwa sehemu katika ibada hii. Mtu wa Mungu baki umebarikiwa. Asante sema nina ilaani hofu ya mauti. Nakwambia hivi kwa sababu huu ni mwezi ambao mlengo wetu wa kinabii wa mwezi huu ni maombi kinyume na mauti. Kila utendaji kazi wa mauti katika maisha yako, katika familia yako, katika uchumi biashara na fedha, must be dealt this month. utatoka katika huu mwezi kuingia mwezi wa tano, mauti ni kama toilet paper hivi. Piga Bwana Yesu makofi. Na maombi ni moja ya ufunguo katika kudhibiti nini, mauti. Kwa yako aina ya maombi ukiomba, mauti na kukimbia maako yako aina yako ya maombi ukiomba mauti na kukimbia. Sema si nitokufa bali nitaishi kutangaza matendo makuu ya Bwana.